Karibuni sana katika Kwani Nini, na leo katika segment yetu hii tuna kitu kizuri kabisa ambacho nahitaji kukifikisha kwenu ambacho kinahusiana na swala la michango kwenye sherehe. Ni michango kwenye sherehe, watu wengi sana katika hili swala, kuna mambo mengi mengi mengi, mengi mengi mengi ambayo yapo ndani yake, katika hili swala lakini, hebu tujiulize kitu kidogo, na mimi kwa sababu nimeshai kujiuliza hili kitu, hili swala limetokea wapi? Hili swala limeanzia wapi? lakini katika fikra zangu nikaja kufikiria kwamba kuna kitu kimoja ambacho huko nyuma kilikuwepo. Hebu naomba nikurudishe kidogo huko nyuma, kuna kitu kilikuwa kinaitwa ujamaa. Ujamaa ni nini? Ujamaa ni mfumo mzima wa jamii husika katika taratibu, miiko, misingi ha? mila na desturi na taswira nzima kabisa ya utamaduni katika jamii husika. Na jamii yenyewe leo inayozungumzia ni jamii hii ya Watanzania. Na hayati Mwalimu Jurius Kambarage Nyerere, mwasisi wa taifa hili, ambaye alikuwa rais wetu wa kwanza kabisa wa Tanzania, wakati anaunganisha makabila kadha wa kadha ambayo yasiyopungua mia na ishirini, alikuwa na vigezo kadhaa pamoja na uongozi wake, kuangalia ni jinsi gani anaweza akaunganisha haya makabila yote kuwa na lugha moja, na ndipo pale 1967 ikaja Azimio la Arusha. Azimio la Arusha ndio lilizaa ili swala la ujamaa, kwa maana jamii husika ziweze kujumuika kwa pamoja katika uzalishaji mali katika shughuli zao za kijamii, ili kuweza kuongea lugha moja, ili kuweza kuingiliana katika shughuli zao mbalimbali. Anyways, tusiende huko mbali sana, najua nitakuwa nimewacha wengi mba. Okay, turudi katika mada yetu kuu. Mada yetu kuu, kama nilivyosema hapo awali, ni swala zima linalohusiana na michango. Tunajua katika jamii yetu husika, mtu mmoja ama mtu mwingine anapohitaji kuoa ama anapohitaji kuolewa, lazima atahitaji msaada, atahitaji mchango kutoka kwa jamii yake ya karibu. Inaweza kama rafiki anaweza akawa ndugu zake wa karibu na kadha wa kadha wa kadha, ili mradi tu waweze kumfanikishia kwenye shughuli yake ambayo anatarajia kuifanya. Lakini swala hili sasa hivi limeibua mjadala mkubwa sana. Kuna pande mbili ambazo zimegawanyika katika hili swala la michango. Kuna pande moja ambayo inasema kwa nini ni kuchangia, upande ukiuliza sababu zao watakwambia sababu kuu ni moja tu kwamba hili ni swala la sherehe na kwa nini mimi niweze kukuchangia wewe kwenye sherehe yako? Sh swala la sherehe ni swala ambalo wewe unapanga kwamba, bana, mimi nahitaji kuja kufanya sherehe, nahitaji kuja kufunga ndoa, nahitaji kuja kuolewa. Mwezi tarehe na mwaka unakuwa tayari unaufahamu. Kwa hiyo kwa, kwa nini wewe binafsi usichukue muda wako na usichukue uh, nguvu zako, nguvu kazi zako kuweza kuziunganisha kuweza kutafuta bajeti ambayo itakuja kurahisisha ufanyaji wa shughuli yako hii ambayo unahitaji kuifanya, na kwa nini uje kuhusisha watu wengine ambao walikuwa hawana mpango huo hawana bajeti hiyo ya wewe kuja kukuchangia kwenye shughuli yako? Kwa hiyo watu wa tabaka hilo wapo, ambao wanauliza na hawachangi katika sherehe za aina yoyote. Ukienda kumfata atakuambia tu, mimi siwezi, sichangii sherehe mimi sichangii harusi yoyote. Mimi nitakachokufanya ni kukuombea dua, Mwenyezi Mungu wa akufanyie wepesi katika jambo lako. Na swala la upande wengine, tabaka lingine ni lile tabaka ambalo liko tayari kabisa kuweza kukuchangia kwenye shughuli yako. Hawa watajitoa kwa hali na mali, kwa kuwa na wewe katika njia zote ili kuweza kufanikisha shughuli yako iweze kufanyika. Na ukiwauliza watakwambia sababu yao, sababu yao kubwa ni moja tu, kwamba tunaishi katika jamii ya kijamaa, kwa maana tunatakiwa kushirikiana, tunatakiwa kuhusiana katika masuala mbalimbali, aidha yawe ya kijamii ama yawe ya kiuchumi ya, ya ki ama awe ya kihali, aina yoyote ile, lakini ili mradi tuweze kuwa pamoja katika kushirikiana huko, na hicho ndicho kitu ambacho kinabeba dhamira na taswira nzima ya utamaduni wa Tanzania ule ulioongelea hapo mwanzo kwa ujamaa ini, tuko pamoja. Anyways, ziada ya hapo sasa, tunakuja kwenye hawa ambao wanaodai hii mchango. Kuna watu bwana, wakishakupa hilo swala kwamba bwana tunahitaji mchango na ukamwambia okay, mimi nitakuchangia laki moja, nitakuchangia laki mbili, nitakuchangia laki tatu, milioni Whatever the amounts ambayo umeitoa ahadi ya kuweza kumchangia huyu mtu, hivi wako sahihi kuweza kukudai wewe ama kukusisitizia wewe au kukuhamasisha wewe ama kukukumbusha wewe kila baada ya siku mbili, kin kila baada ya risali moja <laughs> wako sahihi? Hilo utanijibu wewe, kwa sababu kwenye section yetu hapo chini ya comments nitahitaji mawazo yenu kujua hili swala wewe kwa upande wako likoje. Ni, ni, ni swala sahihi la mtu kukuchangia? Ni swala sahihi la mtu kuto kukuchangia? Na je, katika zile njia ambazo zinatumika za ku, ku, kuhimiza kukukumbusha michango ziko sahihi? Anyway, nafikiri wote mnajua kuna msemo mmoja wa Kitanzania unasema kwamba ukimwaga mboga mimi namwaga ugali. Huku kwenye sherehe unajua ukoje, wanakwambia usiponichangia siji kwenye mazishi yako. nahitaji Comments zako hapo chini kwenye segment yetu ya comments. Nipe mawazo yako ili nijue wewe mwenzangu uko katika upande gani. Karibu sana leo, ulikuwa na mimi MC Mmoja, the one and only entertainer, katika segment ya Kwani Nini. Tukutane wiki ijayo.